Ndio utaona wengine hukataa mpaka ile hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu akiya masuala ya mirathi huwa na ile tamaa, ikawapelekea mpaka kupinga hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona mtu atakuwa amehukumiwa kiislamu, amehukumiwa na kadhi kupata fungu lake za sharia, atanena mimi sikuridhika, atakwenda mpaka high court ende akahukumiwa na jaji au hukumiwa kikanuni, ikiwa ni mwanamke na mwanamume sawa-sawa. Ukisikilia hapo ni kwamba Mwenyezi Mungu ameshakwambia, wa man lam yahkum bima anzala Llah fa ulaika humu lkafirun, ule ambaye atakataa hukumu ya Mwenyezi Mungu mtoni kafiri, utakuwa umeshakufuru kwa sababu umekataa hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati Mwenyezi Mungu amesha kuambia, waati dhal qurba haqqahu, huwapi haki zao.